Nimkaribishe sasa ili aweze kuwasalimia lakini aombe kula. Karibu sana Mheshimiwa Sisi, oye! Kidum, Chama cha Mapinduzi, daktari Samia Suluhu Hassani, oye! Dokta Emmanuel Nchimbi, oye mimi mwenyewe Timothy oye Abdul Kadiri mgeni oye wakina mama moto moto viva vijana viva uchungu wa mwana. Asanteni sana ndugu mgeni rasmi, viongozi mliopo meza kuu, wana sisi wenzangu, mama zangu na dada zangu, lakini nimeona tumetembelewa pia na wazee. Asalamu as alaykum. Bwana Yesu asifiwe! Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana hawa yote, nianze kumshukuru mwenyezi Mungu kwanza kwa uzima lakini kipekee zaidi ni mshukuru mwenyezi Mungu kwa kunikutanisha na mama zangu wa kata ya Mbweni. CCM oye, CCM oye! Kabla sianza kuzungumza yale niliyopanga kuzungumza, nitaungana na wenzangu wachache akiwemo mgeni rasmi, niwapongeze UWT kata ya Mbweni kwa maandalizi mazuri lakini pia kwa kuwa na wazo hili, ni jambo zuri sana. Lakini pia najua hapa tumetembelewa na viongozi wa kata nyingi wa UWT, ni washauri na kuomba tuige mfano wa wenzetu wa kata ya Mweni. jambo hili ni zuri na ni kubwa sana. Wamezungumza ndugu zangu hapa kuhusu kukumbushana kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa. Ndugu zangu, tunaweza tukajidanganya kwamba kwa ushindani uliopo hakuna haja ya kuhamasishana. Hapana, ni kweli kabisa, tuna uhakika tunaenda kushinda, lakini lengo letu twende tukashinde kwa kishindo. Sisiemu oye! Ka unaungana na ndugu zangu waliotangulia kuwatoa wasiwasi kwamba serikali yetu pendwa imejipanga vizuri, tumejiandaa vizuri, kutakuwa na ulinzi wa kutosha utakao walinda kuanzia mnapotoka manyumbani kwenda kwenye vituo vya kupigia kura na hatimaye kupiga kura salama na kurudi nyumbani salama. Sisiemu oye! Tunawaombeni msiogope chochote, ndugu zangu wanambweni, ndugu mgeni rasmi, tarehe 28 ya mwezi wa nane mwaka huu wa 2025 2025 nilikabidhiwa ilani ya chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 na, na, na mgombea wa urais mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kukabidhiwa ilani, kazi yangu mimi ilikuwa ni kuisoma vizuri ile ilani. Nimeisoma peji kwa peji, mstari kwa mstari, nukta kwa nukta, na kuielewa vilivyo. Baada ya hapo, kazi yangu kubwa ilikuwa ni kushiriki mikutano ya kwenye makata, lakini pia kufanya kampeni za mtaa kwa mtaa pamoja na kuyaona makundi maalum, nimewaeleza kwa kina wanakawe yale yote ambayo mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan amefanikiwa kuyafanya ndani ya miaka minne na kidogo. Lakini pia nimefanikiwa kuwaeleza wanakawe mambo mazuri na makubwa ambayo yameainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030. CCM oye! Wana Mbweni, sisi ni mashahidi ndani ya ile miaka minne na kidogo ambayo mama yetu ameongoza nchi hii. Mbweni yamefanyika mambo makubwa na mazito. Uongo kweli? Uongo kweli? Yako mabarabara ambayo yamejengwa, kuna shule ambazo zimejengwa, lakini pia tumejengewa soko uongo kweli? Sasa basi, kwenye ilani chama ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 pia yako mengi na mazuri kweli kweli. Tunaombeni kura zenu za ndio ili twende tukakamilishe yale machache ambayo tuliaacha kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyopita, lakini tunaombeni kura zenu za ndio ili tukafanye mambo mazito yaliyopo kwenye ilani ya chama cha mapinduzi si, si, mpya ya mwaka 2025 hadi 2030. CCM oyee! Tunajua changamoto zenu, ameanza mheshimiwa diwani hapa kwa kuzungumza changamoto ya mikopo. Tunajua changamoto zenu, Mheshimiwa mgombea urais ameelekeza ndani ya siku mia moja toka tarehe 29 ya mwezi huu tutaenda kurekebisha sera ya mikopo ya asilimia kumi. Tunajua sera iliyopo sasa imekuwa ikitengeneza urasimu. Tunajua mmekuwa mkikutana na changamoto. Kuna wakati mnaomba mikopo wanapata wachache, uongo kweli? Kuna wakati tunaomba mikopo hatupati kabisa, uongo kweli? Sasa twendeni, mkatuchague ili tukarekebishe sera ya mikopo ya asilimia kumi na tuhakikishe watu wetu wanaomba mikopo wanapata, na sisi watu wetu ni nyinyi mlio mbele yetu. Mimi natamani wakati mwingine nikija hapa tutakapokutana tena na akina mama kata Mweni, tuulizane hapa, wangapi walioomba mikopo, nione mikono mingi imenyoshwa juu. Wangapi walipata mikopo, nione mikono mingi imenyoshwa juu. sisi mwe. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini ndugu zangu, wanambweni, changamoto nyingine ya jimbo la Kawe ni miundombinu ya barabara. Kata ya Mbweni tumeanza kupendelewa, nyinyi ni mashahidi, ziko barabara ambazo tayari zimejengwa, na hata tunapoongea hivi sasa hizi, yako maeneo kuna wakandarasi wanaendelea kujenga barabara sasa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi hii ya sasa, mipango ya halmashauri pamoja na mipango mingine inayohusisha wadau mbalimbali, tunaenda kujenga barabara zetu kwa zaidi ya asilimia tisini kwa kiwango cha lami na nyingine tutazijenga kwa kiwango cha zege. Sisi moye kwao, mtakapotuchagua ndugu zangu, mtakapotuchagua hizi barabara mnazoona zinaendelea kujengwa zitamaliziwa zile nyingine ambazo tumepanga kuzijenga tutaanza kuzijenga na kuhakikisha zinafika mwisho. Sisiemu oye kidum Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kwenye changamoto hii ya miundombinu ya barabara, kama nilivyozungumza awali, ni kero ya jimbo zima la Kawe, na kwa sababu mimi niko mbele yenu kuzungumza yale ya kata ya Wazo, lakini na kwa ajili ya jimbo zima la Kawe, ili tuweze kumwombea vizuri kula mheshimiwa rais, mheshimiwa mgombea rais, ni lazima tuyazungumze yote yanayohusiana na, na jimbo la Kawe si, si, mye. Mtakapotuchagua mtakapotuchagua ishirini na tisa tunaenda kuongeza upana wa barabara kuanzia Tegeta hadi kuelekea Mabwe pande, barabara ambayo inaenda bahari Bagamoyo kwa urefu wa kilomita hamsini na saba ambapo barabara mbili zitakuwa zaenda Bagamoyo na barabara mbili zinarudi Dar es Salaam, lakini pia nyinyi ni mashahidi tunaenda kumalizia mradi wa mabasi endao kasi. Mimi naishi kata Mabwepande, kuna wakati narudi nyumbani usiku tunakuta bado wakandarasi wako saiti, kwa sababu mama yetu ana dhamira ya kumalizia mradi wa mabasi endao kasi, na sisi ni mashahidi tunaona wakandarasi wakiwa saiti. Sisi moye kidum, Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, sisi hapa tuko kata ya Mbweni, lakini ni wadau na wawekezaji wa maeneo mengine mbalimbali. Kata ya Mabwe pande tunaenda kujenga barabara yenye urefu wa kilomita 22 b kutokea Mabwe pande Barabarani ambayo inaenda hadi stendi ya Magufuli, lakini pia kata ya Bunju tunaenda kujenga barabara inayotoka bunjwei ambayo inaenda kutokea Madale yenye urefu wa kilomita kumi na nne lakini pia tunaenda kujenga barabara inayotoka upande wa Mabwepande kule kupitia hospitali uh, ya wilaya Mabwepande yenye urefu wa kilomita tatu pointi moja nne. CCM oyee! Na nasema haya ndugu zangu, ili wale wengine wasiotutakia mema wale wanaotusema sema wakituuliza kwa nini Daktari Samia Suluhu Hassan tumwambie mabarabara yanajengwa. Kwa nini Daktari Samia Suluhu Hassan, tuwaambie vituo vya afya vinajengwa. Kwa nini Daktari Samia Suluhu Hassan, tuwaambie mashule yanajengwa. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini pia ndugu zangu, kwenye eneo hili la barabara, kwa kuwa sisi ni wadau wa matumizi ya barabara, tunakaa kata ya Mbweni, lakini wengine tunafanya shughuli zetu posta na maeneo mengine, tumekuwa tukikumbana na mafoleni barabarani. Tumesema mtakapotuchagua, tunaenda kujenga flyover kwenye makutano ya barabara pale Mwenge. Kama vile itoshi tunaenda kujenga flyover, barabara ya juu, kwenye makutano pale Moroko, lakini tunaenda kuongeza upana barabara ya Mwai Kibaki na kujenga flyover upande wa rainbow yote haya jamani, yanaenda kufanyika ili kupunguza foleni jiji la Dar es Salaam, hasa jimbo la Kawe. CCM oye! Kidum! chama cha mapinduzi! Ndugu zangu, naasema haya ili watakapotuuliza, kwa nini, tuwajibu kwamba kuna mambo mazuri na makubwa yanakuja baada ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Kidum! chama cha mapinduzi! Liko lingine linatuhusu wote, ndalizungumza kwenye eneo la afya. Sisi ni mashahidi tumekuwa tukiugua, wakati mwingine wazee wetu wanaugua. Ukipelekwa hospitali, ile bima yako ya afya unaambiwa unatibiwa mwisho hapa, huko kwingine unatakiwa ujiongezee pesa. Uongo kweli? Uongo kweli? Mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan amesema na kuelekeza ndani ya siku mia moja toka tarehe ishirini na tisa tunaenda kukamilisha mchakato utakaopelekea kuwa na bima ya afya kwa wote. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, ili la bima ya afya kwa wote linaweza lisieleweke, makofi yake yanaweza asiwe sio mengi kwa sababu alieleweki. Tunaposema bima ya afya kwa wote tunamaanisha nini? Tunamaanisha bima ya afya mtakayokuwa nayo mimi mheshimiwa mbunge, bima ya afya mtakayokuwa nayo mheshimiwa diwani, bima ya afya aliyokuwa nayo mkurugenzi wa halmashauri, ndo bima hiyo hiyo atakuwa nayo mwanamama wa kata ya Mbweni sisiemu mweni, oye! makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo hili jamani, likikamilika linaenda kumaliza zile changamoto za kuzuia maiti ma hospitalini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii bima itakuwa imemuhudumia marehemu kabla hajafa, kwa ambapo amefariki, atakuwa adaiwi hata senti tano. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, tunawaombeni mkachague viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu sababu tunazo. Wazazi, najua tupo hapa tuna watoto wetu mashuleni, uongo kweli? mashuleni najua, tumekuwa tukikerwa na michango. Uongo kweli? Uongo kweli? Sasa basi, mama yetu ameelekeza ndani ya siku mia moja ndani ya siku mia moja tunaenda kukamilisha mchakato utakaohakikisha mashuleni watoto wetu wanapata chakula bila mzazi kutozwa hata senti tano moye makofi mengi kwa daktari Samia Suluhu Hassan hayo ni mambo mazuri sio mambo mazuri hayo ni mambo mazuri sio mambo mazuri naombeni tukamchagua daktari Samia Suluhu Hassan kwenye nafasi ya urais naombeni mkanichague mimi kijana wenu Geoffrey Timoth kwenye nafasi ya ubunge lakini tumchague ndugu yangu Abduli Mgeni kwenye nafasi ya uniwani ili mambo haya mazuri tukayafanye Sisiemuoye! Kuna moja nilisahau kwenye kutunisha mitaji yetu kwenye fursa za mitaji yetu. Najua mnateseka sana. Kuna mambo ya mkopo unaitwa nimesikia unaitwa mswaki mswaki, oye! Mswaki safi, kwamba kabla hujapiga mswaki unatakiwa umefanya nini? Mswaki oye! Sasa jamani, haya mambo ya mswaki wa kina mama yanaenda kufika mwisho. Yanaenda kufanya nini? Yanaenda kufika mwisho. Mambo ya kausha damu yanaenda kufika mwisho. Sisiemu oye! Mama yetu anasema ndani ya siku mia moja toka tarehe ishirini na tisa anaenda kutupatia bilioni mia mbili kwa ajili ya wajasiria mali. Sasa mimi hapa kwa kushirikiana na ndugu yangu tutakachohakikisha kwenye zile bilioni mia mbili, hii nchi yetu jamani, na majimbo mia mbili na tisini na mbili. Sasa mbunge ukiwa umelegealegea umezubaa zubaa, wenzako wanahangaika, wanakimbia na pesa zote wanapelekea watu wao. Mimi ndugu yenu, mtakaponichagua, tutaenda kuhakikisha wanakawe, mgao wetu tunaupata, wanambweni, mgao wetu tunaupata na fedha zinawafikia wahusika. Mnakopa, mnaachana na mambo ya kausha damu. Mnakopa, mnaachana na mambo ya mswaki. CCM oye! Hayo ni mambo mazuri sio mambo mazuri? Hayo ni mambo mazuri sio mambo mazuri? Twendeni ndugu zangu, mkatuchague. Tunajua kuna maeneo tunahitaji soko. Nimesema hapa, nimesoma vizuri ilani ya chama. Kuna maeneo tunahitaji shule, kuna maeneo tunahitaji zahanati. Uongo kweli? Tunaombeni mkatuchague ili maeneo yote yanayohitaji shule tukahangaike na kuwajengea shule. Tunaombeni mkatuchague ili maeneo yanayohitaji masoko, nimesikia kama eneo la Teta na baadhi ya maeneo mengine, mkatuchague ili tukajenge masoko. Sisiemu oye Kidum, Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, leo hii nimekuja ili tukumbushane. Tumekumbushana hapa, tumeambiana tarehe ishirini na moja kuna mkutano mkubwa. Tarehe ishirini na moja pale mimi sitoomba kura. Tarehe ishirini na moja pale kazi yetu sisi ni kumthibitishia mgombea urais kwamba tumefanya vizuri kazi ya kuomba kula, kwamba wanakawe wametuelewa na kwamba wako tayari kwenda kupiga kura tarehe 29. CCM, koniombeni sana ndugu zangu, kwa haya mambo mazuri ambayo tunajipanga kwenda kuyafanya, tujiandae kwenda kushiriki mkutano wa tarehe 29. lakini pia vile vile tukamwonyeshe mama yetu kwamba kweli tuko tayari kwenda kupiga kura ili anapoondoka pale naye aondoke na kumbukumbu kumbu kwamba nimeungwa mkono na wana Dar es Salaam nimeungwa mkono na wanakinondoni, nimeungwa mkono na wanakawe, na kwamba tarehe ishirini na tisa na uhakika wataenda kunichagua. CCM oye! Kidumu chama cha mapinduzi. Ndugu zangu, sina mashaka kwamba tunaenda kushinda. Naamini tunaenda kushinda, lakini tunatamani tukashinde kwa kishindo, tukashinde kwa ili tukashinde kwa kishindo, ni wajibu wa kila mmoja kumkumbusha ndugu yake, ni wajibu wa kila mmoja kumwamsha ndugu yake, kumwamsha jirani yake, kumwambia mjombake, twende tukaamke. Tukafanye nini? Tukapige kula sisiemuoye wangapi? Tuko tayari kwenda kumchagua Daktari Sabia Suluhu Hassan, tunyoshe mikono juu. Asiyenyosha mkono tumweleweje? Wangapi tuko tayari kwenda kumchagua Geoffrey Timoth? Asiyenyoosha tumweleweje? Wangapi tuko tayari kwenda kumpigia kula Abdul Karim mgeni? Asiyenyeosha tumweleweje? Asiyenyeosha tumweleweje? Mnasema, mnasema asiyenyeosha, kazi yetu sisi ni kumwelewesha mpaka aelewe. Nini? Nini? CCM oyee! CCM oyee! CCM oyee! Na tarehe ishirini na tisa aende akafanye nini, akafanye nini? CCM oyee! CCM oyee! Ndugu zangu nawashukuruni sana, mta mta, na ratiba pia akuja kupita mtaa kwa mtaa, nawaomba mjiandae kunipokea, tuje tuongee macho macho, tuje tuongee kwa ukaribu zaidi. CCM oyee! CCM oyee!